Nitaenda nikupe makosa ambayo yanaonekana madogo lakini haya makosa madogo yanaweza na uwezekano mkubwa wewe usiitwe kwenye usaili wa JWTZ. Share video hii lakini pia usisahau kusubscribe. Namba moja, kuchelewa kuwasilisha maombi mfano mwisho ni tarehe kumi na nne mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano wewe ukapeleka tarehe kumi na tano hapo kuitwa kwenye usaili ni ngumu. Kosa namba mbili kutokufata maelekezo ya maombi. Mfano barua iandikwe kwa mkono, wewe ukataipu, hapo kuitwa kwenye usaili ni ngumu. Na kosa namba tatu kuto kuwasilisha nyaraka muhimu. Mfano, kusahau kuambatanisha nakala ya cheti cha form 4 au kusahau kuambatanisha nakala ya cheti cha form 6. Ukisahau kuambatanisha nakala ya cheti chochote ambacho kinatakiwa, hapo kuitwa kwenye usaili ni ngumu pia.